Saa hizi ndugu yangu ndugu zangu, leo naenda kuwafundisha kitu kimoja, ni kidogo ila kuna wenye hawakifahamu kabisa. Leo naenda kuwafundisha namna ya kufuta video kwenye, ndio kwenye tv yako, kwa kutumia remote yako. Okay, hatua ya kwanza, video zangu zipo kama unavyoziona hivyo video kutoka kwenye simu kama unavyoziona hivyo. Hatua ya kwanza utakachofanya ni kwenda kwenye video. Ukishaenda kwenye video ambayo unataka kuifuta, unaona hii button nyekundu kwenye rimoti yako. Kuna batani tatu za rangi nyekundu, kijani, njano na blue. Sasa hii nyekundu ndo unaibonyeza, ukishaibonyeza wanakuuliza are you sure. Sa kwenye tv za Vitron ukishaulizwa are you sure, unabonyeza hii button ya huku, kwa maana kwamba unabonyeza kwenda huku. Huku ni no, huku ni yes. Sasa weee, utabonyeza hapa ambapo ni yes, ama hapa ni no. Sasa so, mimi nabonyeza yes. Kishabonyeza yes, video yangu nimeifuta. Kwa kuwa nataka kufuta video zote, hebu ngoja tujaribu tuone kama tufai, tufai, tufute video zote. Kama unavyoona video zinazidi kupungua, angalia huu upande wa hapa hivi. Mwanzoni ilikuwa 1 over 5 hapa hivi one hivi ni over four, ambapo inaonyeshana kwamba video zimepungua. Hebu tuendelee kuzifuta, batani yetu hiyo nyekundu. Nabonyeza nyekundu, nabonyeza nyekundu, nabonyeza kwa saizi naelekea kushuka kwenda 1 over 3. Sasa any flat screen yani, inaonyesha kwamba flat screen yoyote inaweza kufuta video kwenye flash, kama video ujaipenda ama video zako ambazo umezirusha hazi yani haziendani na mazingira, unaweza ukazifuta kwa muda huo, bila kukimbia tena kwenda kwenye kompyuta ama kujichosha. Ni wewe lini, ni wewe tu. Sasa kama uonavyo, ndo niko namalizia kufuta video ambazo zilikuwemo ndani ya flash yangu kwenye hiyo na ji ambayo nilikuwa nataka kufutamu. Video ndo kama hivyo, yani unabonyeza tu hii button, afu unabonyeza huko button nyekundu, alafu unabonyeza huko video ya mwisho kama hiyo, unabonyeza button nyekundu, alafu unabonyeza huku. Hakuna kitu ambacho naweza nikawadanganya Watanzania wenzangu, na wa pia all the fans from Kenya, Uganda, siwezi nikawadanganya kitu chochote. So kitu ambacho ampaswi kusahau ni kusubscribe YouTube YouTube channel yangu, ili kuwa more updated na video ambazo nitakuwa na post, ili kuwafundisha namna kutumia vitu tofauti tofauti.